Mbunge wa Cheranganyi Patrick Simiyu amejitokeza wazi kupinga pendekezo la mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi la kupunguza au kuondoa marupurupu ya waalimu wanaofanya kazi katika mazingira magumu, akitaja hatua hiyo kuwa hatari kwa ustawi wa elimu katika maeneo yaliyo na changamoto. Akizungumza akiwa katika eneo bunge lake, Simiyu amesema kuwa marupurupu hayo hutoa motisha kwa waalimu wanaohudumu katika maeneo kame na maeneo yasiyo na muundombinu. Mimi ningependa kuomba sana serikali isiondoe pesa ya hardship ya walimu hawa. Walimu wanapitia mambo magumu sana, na kama kuna watu wanatakana kuangaliwa vizuri sana Kenya hii ni jamii ya walimu, ama namna gani? Walimu ndio wanachungia watoto, utakuta wengine wanajitolea hata kusomesha wengine. Kwa hivyo hii pesa ya hadship tunaomba sana serikali iweze kubakisha hiyo pesa, hata waweze kuongeza yale maeneo ambayo yanakaa ni hardship, lakini wasiondoe. Wananchi mnasemaje?